DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji, na karibu katika matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Josephat Charo. DW habari za Ulimwengu. Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Israel yasema mashambulizi ya Iran yasema mashambulizi ya Israel ni tangazo la vita. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wafanya mazungumzo na viongozi mbalimbali ulimwengu. Na kisanduku kinachorekodi mawasiliano ya ndege cha ndege ya India chapatikana. Habari kamili. Tehran. Rais wa Iran masoud Pezeshkian ameapa leo kutoa jibu halali na la nguvu kwa shambulizi la Israel nchini humo Iran. Bila shaka taifa na viongozi wa Iran hawatanyamaza kimya kutokana na kitendo hicho cha jinai. Jibu halali na lenye nguvu la jamhuri ya Kiislamu ya Iran litamfanya adui ajutie kitendo chake cha kijinga. Wakati huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Arachi, amesema mashambulizi ya anga ya Israel nchini humo yanachukuliwa na Iran kwa tangazo la vita. Shirika la habari la serikali limemnukuu Arachi akisema kuwa Israel imevuka mipaka. Pia ametoa wito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kushughulikia hali hiyo haraka iwezekanavyo. Wakati huo huo kiongozi mkuu wa Iran ayatola Ali Khamenei ameitishia Israel kwamba itapata adhabu kali. Khamenei amethibitisha vifo vya makamanda na wanasayansi kadhaa na kuwaita mashahidi. Amesema mashambulizi hayo ya Israel ambayo pia yalilenga makazi ya watu yamefichua uovu wa Israel kuliko awali. Jerusalem. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amezungumza na viongozi kadhaa wa dunia. Haya yamesemwa leo na ofisi yake baada ya Israel kuishambulia Iran na kuongeza kuwa mazungumzo zaidi yanapangwa na, na marais wa Marekani Donald Trump na mwenzake Urusi Vladimir Putin. Taarifa kutoka kwa ofisi ya Netanyahu imesema tangu jana jioni waziri huyo mkuu amefanya mazungumzo na viongozi wa Ujerumani, India na no Ufaransa. Katika hatua nyingine Jeshi la Israel limesema ving'ora vilisikika kaskazini mwa nchi hiyo leo, saa chache baada ya Israel kufanya mfululizo wa mashambulizi nchini Iran. Haikubainika mara moja kilichosababisha kulia kwa ving'ora hivyo katika jamii kadhaa na maeneo karibu na mpaka wa Lebanon na milima ya Golan inayokaliwa na Israel. Ahmedabad, mamlaka ya India imesema wachunguzi wamekipata kisanduku kinachorekodi mawasiliano cha ndege iliyoanguka na kusababisha vifo vya watu 241 waliokuwa abiria wa ndege hiyo pamoja na watu kadhaa ardhini. Ndege hiyo aina ya Boeing 787 ilikuwa ya shirika la ndege la India. Kisanduku hicho cha ndege kilipatikana kwenye paa la nyumba karibu na eneo la ajali. Katika chapisho kwenye mtandao wa kijamii, waziri wa usafiri wa anga Ram Mohan Naidu amesema kupatikana kwa kisanduku hicho kunaashiria hatua muhimu mbele katika uchunguzi. Kwa upande wake, profesa Paul Fromme wa taasisi ya wahandisi wa mitambo nchini Uingereza amesema kwamba kisanduku hicho kina maelezo kuhusu injini na udhibiti wa mipangilio, mbali na rekodi ya sauti katika chumba cha marubani. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bon. Skopje, watu 34 wakiwemo mawaziri wa zamani wameshtakiwa leo kutokana na jukumu lao katika moto wa klabu ya usiku huko Macedonia kaskazini uliosababisha vifo vya watu sitini na wawili mnamo mwezi Machi. Haya ni kwa mujibu wa mwendesha mashtaka wa umma. Mwendesha mashtaka huyo wa umma Yupko Kochevski ameuambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba mmiliki wa klabu, mawaziri wa zamani mamea, wakurugenzi wa kurugenzi ya taifa ya ulinzi na ukoaji, mmiliki wa taasisi ya usalama na wanachama wake, wakaguzi wa majengo na viongozi wengine ni miongoni mwa walioshtakiwa. Kochevski amesema kesi hiyo inaolenga watu 34 na taasisi tatu za kisheria kwa vitendo vya uhalifu vilivyosababisha hatari kubwa kwa maisha na mali kwa kiwango kikubwa. Kochevski pia amesema kundi la waendesha mashtaka lilichunguza shughuli za klabu hiyo tangu kufunguliwa kwake mnamo mwaka 2012. Hatimaye, Jiniva Shirika la afya ulimwenguni WHO limeonya leo kuwa visa vya kipindupindu nchini Sudan vinatarajiwa kuongezeka na vinaweza kuenea hadi nchi jirani, ikiwa ni pamoja na Chad ambayo inahifadhi maelfu ya wakimbizi kutoka nchi hiyo iliyogobikwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mwakilishi wa WHO nchini Sudan, Daktari Shible Sahbani, amewaambia waandishi wa habari mjini Jinivya kwa njia ya video kutoka Port Sudan kwamba wasiwasi wao ni kuwa kipindupindu kinaenea. Amesema ugonjwa huo umefikia majimbo 13 nchini Sudan ikijumuisha kaskazini na kusini mwa Darfur ambayo inapakana na Chad na kwamba watu 1854 walikuwa tayari wamekufa katika wimbi la hivi karibuni huku msimu wa mvua ukianza. Sahbani pia amesema wanafikiria kuwa ikiwa hawataweza katika hatua za kuzuia na ufuatiliaji kwenye mfumo wa onyo la mapema katika chanjo na pia kuelimisha watu nchi za karibu pamoja na eneo hilo zinaweza kuathirika. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za Ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW dunia yetu leo jioni. Rais wa Iran asema mashambulizi ya Israel nchini mwake ni tangazo la vita. Rais wa Marekani Donald Trump arejea katika mkutano wa kundi la nchi saba zilizostawi kiviwanda duniani za G7. Na hali huko nchini Sudan yaelezwa kwamba inaendelea kuzorota. Karibu msikilizaji, katika sehemu hii ya uchambuzi wa ripoti zetu, tukianzia moja kwa moja huko nchini Iran ambako rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema mashambulizi ya Israel nchini mwake ni tangazo la vita, huku rais wa Marekani Donald Trump akiionya jamhuri hiyo ya Kiislamu kwamba itashuhudia mashambulizi zaidi iwapo haitafikia mkataba na Marekani kuhusu mpango wa, mpango wake wa nyuklia. Hayo yanajiri wakati baraza la usalama la Umoja wa Mataifa likitarajiwa kukutana kwa dharura kujadili shambulizi hilo la Israel dhidi ya Iran. Amina Abubakar na taarifa zaidi. Rais Pezeshkian amesema Israel itajutia hatua yake ya kuishambulia Iran na kuyalenga maeneo muhimu vikiwemo vinu vyake vya nuklia. Akizungumza kwenye televisheni ya taifa, rais huyo wa Iran amesisitiza kuwa taifa hilo na maafisa wake hawatobakia kimya, watajibu vikali hatua ya Israel ambayo haikuwa ya busara. Bila shaka, taifa la Iran na maafisa wake hawatalifumbia macho hili uhalifu. Huu ni lazima utajibiwa kihalali na kwa nguvu zote

Kulingana na Israel shambulizi lake limefanikiwa kuwaua maafisa zaidi wa kikosi maalum cha walinzi wa mapinduzi na imeyalenga maeneo zaidi ya mia moja vikiwemo vinu vya nyuklia. Kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatola Ali Khamenei ameionya Israel kwamba hatima yake ni mbaya kufuatia shambulizi hilo huku waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran Abbas Arakchi akilielezea shambulizi hilo kama tangazo la vita. Khamenei amethibitisha waliouawa ni pamoja na mkuu wa kikosi maalum cha walinzi mapinduzi meja Hussein Salami, mnadhimu mkuu wa jeshi la Iran Jenerali Muhamed Bagheri, wanasayansi sita wa nuklia na mkuu wa chuo kikuu cha teknolojia cha Azad mjini Tehran Muhamed Mehdi. Takriban makamanda 20 waliangamizwa katika shambulizi hilo akiwemo mkuu wa jeshi la anga Ali Hajizade. Shambulizi hilo pia limesababisha mauaji ya watu sabini huku wengine zaidi ya 9 wakiwemo wanawake na watoto kijeruhiwa. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amedai kuwa Dhamira ya hatua yake ni kuizuia Iran kuendeleza mpango wake wa nuklia ambao amesema ni hatari kwa usalama wa Israel. Msemaji wa jeshi la Israel Jenerali Efi Defrin amesema ndege mia mbili za kivita zilishiriki katika operesheni hiyo. Haya yanajiri wakati rais wa Marekani Donald Trump akiishinikiza Iran kufikia mkataba wa nuklia, akionya kuwa kutakuwa na vifo zaidi na uharibifu mkubwa iwapo hilo halitafanyika. Nchini Iran kwenyewe maandamano yanaendelea ya kulaani shambulizi hilo huku raia wakishinikiza nchi hiyo kulipiza kisasi na wengine wakibakia majumbani mwao wakihofia hali kuwa mbaya zaidi. Baadhi ya wachambuzi wanaliona shambulizi la leo kama chanzo cha kufungua rasmi vita kamili kati ya mahasimu hawa wa muda mrefu, Israel na Iran. Huku hayo yakiarifiwa, baraza la usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kukutana kwa dharura kujadili shambulizi hilo, huku miito ikiendelea kutolewa kwa pande hizo mbili kujizuia na hatua zinazoweza kuchochea vita zaidi na kuliteketeza eneo zima la mashariki ya kati. Jordan, Pakistan, Umoja wa Falme za Kiarabu, Ujerumani na Uingereza ni miongoni mwa taifa yaliyotaka juhudi za kidiplomasia kuchukuliwa kupoza kitisho cha usalama katika eneo hilo. Ripoti yake Amina Abubakar. Msikilizaji, mzozo kati ya Israel na Iran umeyatikisa masoko ya fedha duniani, huku hofu ikiongezeka ya kuzuka mzozo mkubwa wa kikanda. Bei ya mafuta imepanda kwa kasi, wawekezaji wamekimbilia maeneo salama ya uwekezaji, huku uchumi wa dunia ukihofiwa kuwa utadorora. Ripoti kamili anayo Thelma Mwazaya. Mashambulizi ya leo alfajiri yaliyofanywa na Israel katika vituo vya Iran vya nyuklia na makombora yamesababisha mtikisiko wa haraka katika masoko ya kimataifa. Bei ya mafuta ghafi ilipanda kwa hadi asilimia 13, huku wawekezaji wakihamisha mitaji yao kutoka kwenye hisa na kuipeleka kwenye mali salama kama dhahabu na dhamana za serikali. Bei ya mafuta aina ya Brent ilifikia dola 75 senti 15 kwa pipa, kiwango cha juu zaidi katika kipindi cha miezi mitano. Hali hiyo inachochewa na hofu kwamba mashambulizi haya hayataishia hapa, huku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akiahidi kuendeleza operesheni hiyo mpaka tishio hilo litakapoondolewa kabisa. Kwa upande wake, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesisitiza kuwa Israel itarajia adhabu kali baada ya mashambulizi yake. Katika masoko hisa za mabara ya asia na Ulaya zilishuka mapema leo Ijumaa, huku masoko ya Marekani yakitarajiwa kufungua kwa hasara kubwa. Hisa za sekta ya nishati na kampuni kubwa za ulinzi kama Lockheed Martin, Rheinmetall na BA zilipanda kwa wastani kwa asilimia mbili hadi tatu. Sekta za usafiri na burudani zimeathirika vibaya, huku mashirika kadhaa ya ndege yakifuta safari zao kuelekea mashariki ya kati, kufungwa kwa anga za Israel

Irak na Jordan kumeongeza gharama za usafiri wa anga duniani. Hali hii pia imeathiri sarafu ya Israel. Ijumaa, shekeli ya Israel ilishuka kwa karibu asilimia mbili dhidi ya dola baada ya serikali kutangaza hali ya dharura katika miji mbalimbali. Wananchi walimiminika madukani, hali iliyosababisha uhaba wa baadhi ya bidhaa huku baadhi ya maduka yakiripoti ongezeko la wateja kwa asilimia mia tatu. Kuongezeka kwa mvutano wa Mashariki ya Kati kume zidisha sintofahamu katika masoko ya fedha huku wawekezaji wakiwa tayari na wasiwasi kuhusu sera za kibiashara za Trump. Bei ya mafuta ghali ilipanda hadi asilimia 14, ongezeko kubwa zaidi tangu uvamizi wa Urusi nchini Ukraine na hisa zikaporomoka duniani kadri mvutano unavyoendelea. Dhahabu imeendelea kuimarika kwa sasa. Wachumi wanaonya kuwa iwapo mzozo kati ya Israel na Iran utageuka kuwa vita vya muda mrefu, hatari ya mdororo wa uchumi wa dunia inaweza kuongezeka kwa kiasi kikubwa. Ni ripoti yake Thelma Mwazaya. Na tukiachana na swala hilo la Israel na Iran, tuelekee sasa huko katika ukanda wa Gaza tuangalie mgogoro mwingine kati ya Israel na Wapalestina katika ukanda wa Gaza. Harakati za kutafuta msaada wa chakula zimekuwa sawa na safari ya kifo. Licha ya maonyo ya njaa kali, vituo vya kutolea msaada vimegeuka uwanja wa mashambulizi tangu mfumo mpya wa usambazaji wa misaada kuanza wiki wiki mbili zilizopita, takriban Wapalestina 127 wameripotiwa kuuawa. Ripoti hii inamulika tukio la hivi karibuni mjini Rafa lililoacha majeruhi na huzuni kubwa. Msomaji studioni ni Idi Sesanga. Profesa wa chuo kikuu Nizam Salama alijikuta kwenye hali hiyo. Alianza safari yake saa 9 usiku kutoka Khan Yunis kuelekea kituo cha msaada cha GHF mjini Rafa, akiwa na matumaini ya kupata chakula kwa ajili ya familia yake, lakini aliingia katikati ya risasi, msongamano wa watu na maiti zilizojaa njiani. Tulipofika kwenye kituo cha msaada, niliangalia na sikupata msaada, nilikuta maelfu ya watu, pumzi yangu, sikuweza kupumua. Kufuatia tukio hilo la Juni tatu, hospitali ya shirika la msalaba mwekundu ilipokea wagonjwa 184 wengi wao wakiwa na majeraha ya risasi. vifo 27 vilithibitishwa rasmi. Israeli inasema wanajeshi wake walifyatua risasi kujibu vitisho kutoka kwa umati. Hata hivyo, mashirika ya misaada yanasema hali imefikia kiwango cha vurugu dhidi ya watu waliokata tamaa. GHF, taasisi mpya inayosambaza msaada kwa usaidizi wa wakandarasi binafsi wa kijeshi, imekuwa ikikosolewa kwa kuratibu ugawaji wa misaada kwa njia isiyo salama, huku baadhi ya mashirika ya Umoja wa Mataifa yakitaka mfumo wa awali wa usambazaji urejeshwe. Juliette Tuma ni afisa wa mawasiliano wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi wa Kipalestina, UNRWA. Tunachosema ni kwamba kuna mfumo, mfumo huo ulifanya kazi, tulitoa chakula moja kwa moja kwa watu, hakukuwa na ubadilishanaji wa msaada. Turudi kwenye mfumo huo. Kwa upande wa familia za Ghaza hakuna chaguo zaidi ya kuhatarisha maisha ili kupata chakula. Muhammad Abu Jazar, baba wa watoto wanne, ni miongoni mwa waliothubutu tena wiki hii. Ikiwa hili ndiyo chaguo pekee, tunabeba roho zetu viganjani ili kuwalisha watoto wetu. Huyu hapa ni mtoto wangu wa mwisho. Kosa lake ni lipi katika vita hivi? Kosa lake ni lipi? Ni nani atakayemlisha? Ni nani atakayemhudumia kwa matibabu, chakula, mavazi na kinywaji? Usalama, haki ya msingi. Usalama, min aman. GHF imeahidi kuboresha usalama huku ikiendelea kushirikiana na jeshi la Israeli kufungua vituo zaidi, lakini kwa familia kama ya Salama kinachobaki ni hofu, huzuni na njaa inayoendelea kushika kasi. Umoja wa Mataifa unasema Gaza inakabiliwa na tishio kubwa la baa la njaa na misaada inayoingia bado ni tone baharini. Katika mazingira haya ya hatari, Wapalestina wengi wanaendelea kuweka maisha rehani kwa ajili ya kipande cha mkate. DW, tunavuma kwa kishindo. Ni saa 12 na dakika 16 Afrika Mashariki. Kumbuka msikilizaji, unaweza kutuma maoni yako kupitia chaneli yetu ya YouTube ama ukurasa wetu wa Facebook na Instagram nami nitausoma hapo baadaye. Rais wa Marekani Donald Trump ambaye muhula wake wa pili umejikita katika kuifanyia kujifanyia uh, maamuzi peke yake anarejea kwenye mkutano wa kundi la nchi saba zilizostawi kiviwanda duniani G saba, katika hali ya mgogoro baada ya Israel kuishambulia Iran. Saumu Njama ana maelezo zaidi. Mkutano wa G7 unaofanyika Jumapili katika mji wa Kananaskis, eneo la milima nchini Kanada, unawakilisha mkutano mkubwa wa kimataifa katika muhula wa pili wa Trump anayeongoza katika kuvunja kanuni za diplomasia ili kuepuka mgogoro. Waziri mkuu wa Kanada Mark Carney aliiweka ajenda yenye mada zisizoleta mizozo kama vile kujenga minyororo ya usambazaji wa madini muhimu duniani. Hata hivyo, ajenda hiyo inaweza kubadilika baada ya Israel kuanzisha kampeni kubwa ya kijeshi dhidi Iran siku ya Ijumaa ikidai kuwa ni hatua ya kuzuia mapema harakati za mpango wa kutumia nuklia unaopangwa na adui wake. Serikali ya Trump imeungana kwa karibu na Israel, hata kwa kuwalaumu washirika wake wanaoyakosoa mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Ghaza lakini licha ya Marekani kuiunga mkono Israel wakati wote, waziri mkuu Benjamin Netanyahu alikataa waziwazi mwito wa Trump ambaye saa chache kabla ya shambulio hilo alikuwa amehimiza juu ya suluhisho la kidiplomasia mjumbe wake Steve Witkoff alikuwa amepangiwa kuendesha mazungumzo mapya na Iran siku ya Jumapili, wakati mkutano wa G7 unapoanza. Afisa mkuu wa Kanada amesema haitakuwa rahisi kwa wanachama wa G7 kufikia makubaliano ya tamko la pamoja juu ya masuala ya iliyopo badala yake, ya viongozi watatakiwa kuunga mkono matamko mafupi yanayolenga zaidi hatua za vitendo. Mara ya mwisho Trump kuhudhuria mkutano wa G7 ulikuwa umeandaliwa Canada mwaka elfu mbili kumi na nane. Aliondoka ghafla na kuchapisha katika mitandao ya kijamii akiitenga Marekani na tamko la pamoja akimwita waziri mkuu wakati huo Justin Trudeau mwongo na dhaifu. Chuki kati yao haikuwaikwisha na Trump aliporudi madarakani aliwahi kusema kwa kejeli kuwa Kanada inapaswa kuwa jimbo la 51 la Marekani. Kundi la J saba lenye nchi saba kubwa zenye uchumi wa viwanda, Uingereza, Kanada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan na Marekani, lilianzishwa miaka 1970 kwa ajili ya kuratibu sera za kiuchumi na limeimarika katika kushughulikia pia baadhi ya masuala magumu ya usalama duniani. Rais wa Ukraina Volodimir Zelenski anapanga kuhudhuria mkutano wa J saba na anatarajia kukutana na Trump. Wawili hao waligombana vikali katika ikulu ya Marekani mnamo Februari, lakini tangu wakati huo Trump ameonyesha kukata tamaa kutokana na ukimya wa Urusi kuhusu juhudi za amani. Ni Saumu Njama na taarifa hiyo kuhusu mkutano wa G7 unaoanza wikendi hii tukamilishe na hali huko nchini Sudan. Hali nchini Sudan inazidi kuzorota, ambapo vita vya wenyewe kwa wenyewe vimeingia mwaka wake wa tatu, huku mamilioni ya raia wakiwa wanahaha kupata msaada wa dharura. Umoja wa Mataifa umetoa tahadhari kuhusu hatari ya kuzuka baa la njaa na kukosekana ulinzi kwa raia, huku mkuu wa huduma za kiutu wa Umoja wa Mataifa akiilaumu dunia kwa kunyamaa kimya. Lubega Emmanuel na taarifa kamili. Sudan imegeuka na kuwa mfano wa kusikitisha kwa dunia iliyokosa hisia na kutojali, huku kukikosekana uwajibikaji na kuruhusu mauaji, njaa na mateso kuenea kwa kasi. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher aliyetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua zaidi kuwalinda raia na kuruhusu misaada ya kibinadamu kufika kote nchini Sudan. Kwa mujibu wa Fletcher, nusu ya idadi ya watu wa Sudan, takriban milioni 30 wanahitaji msaada wa dharura kuokoa maisha yao katika kile anachokielezea kuwa janga kubwa kabisa la kibinadamu duniani kwa sasa. Kero yake ni kwamba licha ya ahadi nyingi za kimataifa, vita vinaendelea, raia wanaendelea kuuawa, wanajeruhiwa na wanapoteza mali na makazi yao. Katika mkondo mpya wa vita kikosi cha wanamgambo wa RSF kimedai kuliteka eneo muhimu la mipakani kati ya Sudan, Libya na Misri, ambalo ni eneo lenye umuhimu mkubwa wa biashara na usafirishaji wa mafuta na maadini. Hatua hiyo imeongeza wasiwasi wa vita kupanuka zaidi baada ya jeshi la Sudan kudai kuwa vikosi vya kamanda wa Libya Khalifa Haftar vimeunga mkono mashambulizi ya RSF, madai ambayo Libya imeyakanusha. Mapigano haya mapya yanatokea wakati ambapo maeneo kadhaa kusini mwa jiji la Khartoum yanakabiliwa na hatari kubwa ya njaa. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limetahadharisha kwamba uhaba wa chakula cha msaada unaathiri mamilioni ya watu waliokwama katika maeneo ya vita. Mkurugenzi wa WFP nchini Sudan, Lore Bukera, ametoa tamko linalochora taswira ya hali ilivyo. The needs are immense. We saw white... mahitaji ni makubwa mno, tumeshuhudia uharibifu mkubwa, ukosefu wa maji, huduma za afya, umeme na milipuko ya kipindupindu. Katika baadhi ya maeneo maisha yanarudi polepole, lakini mengine yamebaki kama miji ya mizuka. Katika miezi sita iliyopita, tumefanikiwa kuwafikia takriban watu milioni moja mjini Khartum kwa msaada wa chakula na lishe In WFP imesema mgao wa chakula umepunguzwa hadi asilimia sabini ya kiwango cha kawaida kutokana na upungufu wa ufadhili wa zaidi ya dola milioni mia tano. Tayari maeneo kama Jebel Aulia yameripotiwa kukabiliwa na hali ya njaa kali. Kwa upande wa kijeshi, mji wa Elfashar, mji mkuu wa Darfur Kaskazini, umekuwa kitovu kipya cha mapigano makali, huku RSF ikiendeleza mashambulizi ya maroketi na mashambulizi ya droni katika miji iliyobaki chini ya jeshi. Sudi Mnete, nikikuona huwa na kumbuka Anjuan Komoro. <laughs> Kuandika habari za vitani sio shughuli ndogo. Eh, si shughuli ndogo. Kwandika... si shughuli ndogo kabisa. Wakati ule wanataka kumngoa Kanal Bakari eh, na unakwenda na mfuko wako kabisa, mfuko wako kabisa, e, unajua tenge. Unafikiria kwamba huu mfuko wa kubeba maiti utabeba ipi mm -hmm. ya kwangu nayo itakuwepo au, au. <laughs> Basi ndio hivyo Us Joseph usende Irani lakini e, Irana... unajua <laughs> vitani bwana eh. Unaona, kwa mfano Irani sasa hivi kwa vitani. Lakini ikitokea sasa uandishi habari hapo unakuwa mgumu. Kule wako wanakokimbia ndo unapaswa uh -huh. Uende uh -huh. ili utoe taarifa uh -huh. uh -huh. sasa jina la kamanda lilikuja hapo. Tuambie uh -huh. uh -huh. ni kitu gani ambacho kinasambaa kina, kina, kina na uh -huh. kuenea kwa kasi sana mitandao katika mitandao. Katika ukurasa wa X wa serikali ya hmm. Iran kuna hashtag Iran Nuclear Secrets kuna hashtag Iran hashtag Tehran hashtag Israel zote hizi watu wanazungumza mambo mengi kuhusu haya yanayoendelea sasa kati ya Iran na Israel. Kilichovutia hapa, kuna ujumbe ambao unajadiliwa sana katika kipindi hiki ambao unaambatana na picha ya makombora ya nyuklia, huku ikiwa na kichwa cha habari makombora ya nyuklia yapo salama na sasa yapo tayari kwa matumizi. Huu kurasa unaonekana wa serikali mm -hmm. na wameweka picha hiyo na watu wanaitazama. Sasa hiyo picha ndo imezusha mjadala uh, umejikita hapo. Wengine wanasema Iran mikwara mingi kuliko vitendo, na wengine walikionyesha kuwa picha hizo pengine danganya toto tu, amna lolote, mm -hmm. Sasa watu kwa mfano Logolos unajua, kuna majina maeneo yale ya watu wanaojadili mambo kama hayo, wako Pakistan, wako India, wako maeneo hayo hayo ya mashariki ya kati. Sasa Logolos anasema hayo sio makombora ya nyuklia mm -hmm. Akitazama kwa picha uh, Begoton anasema ulimwengu hautaki kuona makombora hayo katika uh, mapambo bali katika matumizi ya kweli matumizi halisi. mm -hmm. Na watu wataka kufanya jaribio ambalo pengine si sawa. Rohuna ameandika, sio vita vya nyuklia. Unapaswa kujihami mwenyewe kwa kutumia jeshi lako, kama Pakistan akiambia Iran kwamba wasitumie hizo silaha. mm -hmm. Waende kwa kupambana kwa namna nyingine. E, Krishna Pendit anasema, kwani nyinyi watu e, wa, jamii moja mnakuwa maadui katika jamii yenu wenyewe. Na kisha akamalizia yeye sasa hivi yuko bega kwa bega kwa Israel. mm -hmm. Watu wanakuwa na upande, panapotokea uh, vurugu kama hizi, huawa upande huu, wengine upande huu, maoni tofauti, maoni mengi, maoni tofauti tofauti, maoni mseto. maoni mseto. Ms kuna lipi lingine? Rais wa sasa wa Zambia Haikainde Ichilema apigwa marufuku kuhudhuria mazishi ya mtangulizi wake Edgar Lungu aliyefariki wiki iliyopita kulikoni? mm -hmm. kwa mujibu wa familia ni kwamba hayati Lungu aliacha maagizo kwamba mrithi wake uh, haikainde Hichilema hapaswi kuwa popote karibu na mwili wake mm -hmm. Majarida kadha ya mtandaoni yameandika kisa hiki huku kikijadiliwa kwa kiwango kikubwa. Sasa duru zinasema mwili wa Lungu ulipaswa kurejea Zambia kutoka Afrika Kusini eh, alikokuwa akipatiwa matibabu juzi, lakini imeshindikana kutokana na mzozo kati ya familia ya Lungu na chama chake cha kisiasa hichi Patriotic Front, PF, kuhusu uombolezaji na mipango ya mazishi. Ichilema E, itakumbukwa na Lungu walikuwa wapinzani wa muda mrefu wa kisiasa, na akamshinda Lungu katika uchaguzi wa mwaka 2021 na na, Josephat na, na uhasama unaonekana umekwenda mbali, ume. mbali sana mpaka akishaondoka lakini hataki e, mwili wake ukaribiwe na, na, na ule aliyemshinda. Haya, wanasemaje? Jabuleni anasema kama wanataka rais asihudhurie mazishi yake wanapotaka lakini E, wakaziki wanapotaka lakini, sio Zambia mm-hmm, kama wataki rais ahudhurie. Jacob Magoda anaandika, ujinga ni mzigo, rais ndo mtangaza msiba na mta, wa mtangulizi wake, sasa inakuwaje asiende kumzika? Wagulima ameandika, huyu Lungu hana tofauti na huyu wa kwetu, alimfunga Hichilema Uh, akampa kesi ya waini na alipotoka akashinda urais. Sasa sijui kwao yupi namzungumza hapa mm -hmm. Nanana, muda unaturuhusu una kama ujumbe wa mwisho, wa mwisho ni mwisho. The grass stem yeye yeah, yeah, anaoji kwani, uh, rais asipomzika uh, Lungu kuna shida gani? Kuna nini? E, atazikwa tu, lakini nafikiri kwa taratibu za nchi si sawa, na pia kwa utamaduni wa Kiafrika pia nafikiri haitakuwa inapendeza sana taasisi. Kwa hiyo lazima awakilishwe pale. Haya, tuangalie ujumbe ambao umetufikia Sudi. mm -hmm. na anaanza na ujumbe wa nani, huyu anaitwa Aganze. hey, don't you, don't you. Namegabe Bachigale kupitia chaneli yetu ya YouTube anasema DW nawapata vizuri nikiwa Uvira, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Benjamin Kibona wa Kakunyu, Misenyi, Tanzania, anasema Mwenyezi Mungu awalaze wa mahala pema peponi wote waliopoteza maisha katika ajali mbaya ya ndege huko India, amin. Petro Magobonza wa Dodoma, Tanzania, Dodoma ya Watanzania, anasema chonde chonde Iran na Israel jiepusheni na vita itakayoleta madhara kubwa duniani. Sudi Nehemia Nzoisaba wa Bujumbura, Burundi, anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko, uh, mashariki ya Kati? tunahitaji dunia iliyosalama kabisa. Longino Jofrey wa Kagera, Tanzania, anasema pole sana wote waliopoteza wapendwa wao katika ajali ya ndege. Marehemu uh, awapumzike kwa amani, akimalizia kusema amina. Haya, muda wetu basi naashiriwa hapa umeshakamilika, na hadi hapo msikilizaji, basi ndipo tunakamilisha uchambuzi wa taarifa zetu na vile vile kukusomea ujumbe huu mfupi uliotufikia. Umekuwa name Josephat Charo, na kwa niaba ya mwongozaji matangazo Selina Mdemu pamoja na Sudi Mnetu upande wa pili akisimama kwa upande wa mitandao ya kijamii na kutakia jioni njema chu Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satelit Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni, kwaherini.